Nini unavyoacha, lakini Yesu Kristo yeye ni yule jana leo na hata milele. Hata hata utakapo kufa kama ulikuwa una Kristo, atakuwa pamoja nawe hata katika kifo chako <clears throat> na baada ya hapo utaenda kukutana naye. Kwa hiyo bora ukachagua jina jema ambalo ni jina la kuwa mtakatifu. Kuna watu wengi ambao wanahangaika na mali mpaka wanaua ndugu zao, lakini uliza maisha yao yanaishia wapi? Unakuta mwisho wake unakuwa mbaya, na akisha kufa zile mali zake zinamfuata na yeye zina hata watoto wake wawata unakuta hawazifurahii na wakati mwingine hata kama akiziacha, lakini bado huko anakoenda inakuwa ni majuto makali. Ndugu yangu mpendwa, Yesu anakupendwa. Hizo mali unazozisumbukia ni za kupita tu, hayo majumba na vitu vingi unavyovipigania ni vya kupita tu. Angalia leo hii kulikuwa na watu wengi sana, lakini leo hawapo. Wewe ni nani ambaye unasumbukia vitu vya kupita baada ya hapo, utakapokufa utaviacha, na kibaya zaidi ni kwamba mtu akishakufa maisha anayoenda kuishi huko yanakuwa ni maisha ya milele. Kwa hiyo bora umtumainie Mungu. Yesu anakupenda unaposikia ujumbe huu, bora tu utubu dhambi zako, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa na umri mdogo kuliko hata wewe, lakini hawapo tena, walishakufa sasa bora umwamini huyu Mungu na kumtukuza yeye, kwa sababu hauna garantii ya maisha yako. Haujui ni lini utakufa. Hatusemi kwamba umtumikie Mungu kwa sababu utakufa, hapana. Kwa sababu kwanza, Mungu anakupenda, lakini pia ni kwa ajili ya uzima wako wa milele, na hata sasa pia, kwa sababu wanaomwamini Yesu Kristo, neno la Mungu nasema kwamba ndani yao itatoka chemchemi ya maji ya uzima aliyo hai. Wamtumaini yao Bwana hawatahitaji kitu ni kwamba hata kama kuna, kuna mapungufu mbalimbali kwenye maisha yao, lakini hawatahitaji ya kitu, kwa sababu Mungu anawapa utoshelevu na kuridhika. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu akubariki mwana wa Mungu utakayekubali kusikia sauti hii inakushauri umwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza ukafatisha maneno haya ukasema, nitakachokuwa nita, nita, nikikisema nao uka, ukafatisha, basi kama unampenda Yesu na upo tayari akae ndani yako, kwa sababu Mungu aga anakaa ndani ya mtu bila Mungu kaa ndani yako, hauwezi kufa, kufanikiwa katika maisha ya kiroho ya haki, hauwezi kufanikiwa, lakini pia hata ukifanikiwa katika giza inakuwa ni mauti, maana Mungu anasema kwamba